Kijana, usiumie. Kijana wa Kiafrika usinung'unike unapotaka kupiga hatua katika maisha. Acha pupa, utaenda jela, utapoteza muda jela. Acha pupa, acha tamaa. Maisha ni kanuni, maisha ni process. Kuna wakati unaweza ukamtafuta mtoto ukamkosa, alafu mwingine akabakwa akapata. Tulia Maisha wewe unapanga yako, na Mungu anapanga yake. Mwamini Mungu tu, usifanye maamuzi magumu, kwamba ngoja nichukue panga, ngoja nichukue shoka, ngoja nijiunge kwenye kikundi cha kishetani. Hapana, hakuna hela ya shortcut. Hakuna maisha ya shortcut. Hakuna shortcut katika maisha. Ukitaka shortcut, umenitaka kaburi. Unawaangalia watu wanavyopambana katika maisha, wana ndoto, wana familia zinawategemea, lakini ili wapate riski inabidi waingie kwenye maumivu makali sana. Nataka nikufundisha kitu kimoja katika maisha, maisha ni mzunguko, maisha ni zamu. Usione uchungu zamu ya mtu ikifika, endelea kubeba mzigo ulioubeba ufikishe. Zamu yako itakapofika, then yule aliyekuwa na kudharau bila kusahau, mpo ndani ya mzunguko mmoja katika hii dunia utamtesa sana, kwa sababu wewe hutomuonesha dharau anazokuonesha wewe sasa hivi wakati hauna mi. Kuna miaka kaka, ni kwana natafuta na laiki tano nakosa, inabidi nijilaiki mwenyewe. Kumbe duara linazunguka, gurudumu linavyozunguka, wakati wangu ulikuwa unafanyaje? haujafika kutoa, so jambo jepesi ni kitu kigumu. Mi siamini kutoa, ni moyo. Nani ana moyo? kutoa ni kitu kingine, kutoa ni imani, ni sacrifice ni kujilazimisha kwa sababu mentaliti ya watu wengi, ubinafsi ndio unalotesa. Ubinafsi mi siwezi kunyima kodi kama una akili timamu. Kuna watu sisi tulikwenda kwao kutaka hekima tu kwao, wakatuona sisi tunajipendekeza tunataka hekima tu kwao, kwa sababu tumewaheshimu kwa levo Mungu aliwafikisha ndio maana. Kaka, mtu aliyefanikiwa kumwambia unampenda haamini, anaona o na target na yeye a. Wakati mwingine unaweza waka ukapendwa na masikini, hata kama yeye hana levo yako, lakini ni wangapi unaweza wakaamini pigia simu kila siku We, mbona unipigii namba yangu? una ni mimi tu, inaheshima si, tunawapenda wao, wanaona si tunajipendekeza.